Siku mbili baada ya serikali ya Kenya kudai kwamba kiongozi wa chama cha DCP na naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua alihusika katika kupanga ghasia wakati wa maandamano ya vijana ya Jumatano wiki jana, ambapo uharibifu mkubwa wa mali ulishuhudiwa, Gachagua amejitokeza na kupinga madai hayo na kujitenga na vurugu hizo zilizoshuhudia kuchomwa moto kwa vituo vya polisi vitano na bunduki tisa kuibwa. hizo nasikia polisi ilichomwa Kikuyu. Police wako pale wana buduki. No atinamesekana ati, watu wameingia polisi ati wamechoma police station, wameenda. How? All those things imepangwa, ndio vijana wetu waangaishwe vyao viongozi waangaishwe. Akimjibu rais William Ruto kwamba maandamano hayo yalikuwa ni jaribio la mapinduzi, Gachagua amesema madai hayo ni propaganda ambayo utawala wa sasa unatumia kukwepa masuala halisi ambayo vijana wameibua, ikiwemo uwajibikaji serikalini, kusitishwa kwa mauaji ya kiholela ya polisi na vita dhidi ya ufisadi. Hapa Nyandarua inaolokalaa wale watu walichoma vitu ni watu si wa eneo hiyo wajulikani Atilikuwa kuu ya kupindua rais ni kitu alitafuta kuangaisha viongozi na vijana ya jamii yetu, and that is what happened 1982 after Moi alikuwa anataka kupinduliwa, wakatumia hiyo maneno kuangaisha watu wa jamii yetu so, We must start. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga akimfokea waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kufuatia agizo lake kwa polisi kwa kupiga risasi wananchi wanaovamia vituo vya polisi. Raila akiitisha kuheshimiwa kwa katiba. Hata hivyo viongozi wa upande wa serikali wamewatuhumu viongozi wa kidini nchini Kenya kwa kuwachochea vijana kufanya maandamano dhidi ya serikali. Unatuambia iko sauti za ukabila, iko sauti za chuki, iko sauti za uchochezi wa siasa. Pia kuna sauti hata za uchochezi wa migawanyiko ya kidini, tukagawanyike Wakristo, Waislamu na wale wengine. Kunazo sauti ambazo zinatuambia tuwe na migawanyiko ya vizazi, tunaambiwa hawa ni vijana, hawa ni wazee. Aidha, wamemtuhumu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa kile wanadaini kuchochea vurugu kupitia maandamano ya vijana ya amani. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, YTV.